Na, mtazamaji wa Trend TV bwana, watu mbalimbali wamejitokeza na kuzungumza kuhusiana na kile ambacho kimetokea huko mtandaoni baada ya eh, zile video kusambaa zikiwa zinaonyesha mchepuko wa Mwijaku akiwa anamtesa mwanamke mwenzie kwa kutokana tu na kwamba amekuwa aki Date na Mwijaku kwa siri, jambo ambalo yeye lilimkera na akaamua kumfanyia ukatili, unyanyasaji, unyama wa hali ya juu. So hapa kuna bidada ambaye huaga ni socialite, ni influencer katika mitandao ya kijamii ameamua kulizungumzia swala hilo kuhusiana na kitu ambacho yeye amekiona na hajapendezwa nacho kupitia ukurasa wake wa Instagram. Alichokisema ni kwamba unakuaje una na mahusiano na mtu na rafiki yake na una mke nyumbani? Umeona, kwa sababu tunafahamu kwamba Mwijaku ana mke na ana, watu, ana mtoto lakini pia kumbe ana mchepuko na huyo mchepuko ana rafiki yake. Mwijaku amepita nao wote, umeona? kwa hiyo huyu bidada hapa amekuja kutoa maoni yake, nataka umsikilize alichokizungumza. Na mimi kila siku naongelea na ume na chamba wa naume na kuja tena naongelea kuhusu mahusiano ukiangalia jamii inavyomtazama mtoto wa kike na mtoto wa kiume it's very different. Watoto wa kike nakandiwa sana, na nikuja nikaanza kukandia tu wanaume. Kwa mfano tukio mtoto wa kike amefanya vibaya asilimia tisini, kumi ni wa kiume. How can you date a person na rafiki yake akati, unajua una mke? Lakini lakini angalia jamii, jamii, tunaangalia lile kosa la binti yes, binti yes amekosea, lakini mnapo huyu mwingine naye asiachwe. Unakwaje mwanaume wa mtu? au au ndo tunarudi kwenye mitazamo ya jamii yetu kwamba mwanaume akifanya maana ile jali, mwanamke akifanya maana malaya. Hapana, yani people need to go further. Kwa kwa sababu, kwa nini unaleta watu ambao wako psycho moja? Maana kwa hiyo una shida, yani wewe hata, yani hata, kwa hiyo wewe ushindwe hata kuleta mtu ndugu yake, ushindwe kwa sababu wale ni watoto wa jamii moja, watakutana tu. Wewe wewe ndo kauaji. Angalia ni vipi waishi vipi kwa, katika hilo nao lifanya, yani wanaume wamekuwa ya matendo yao mengine yanafunikwa sana, but this is not good. Wewe ulitegemeaje tabia mbaya, unakuaje hata ujue kwa unakula wanafunzi wa chuo hicho, nenda chuo cha mbali, kama sio cha mbali nenda um, kwenye chuo cha mtaani. wao chuo nini hiki e, jamii yani huyu uh, mtoto amekosea um, asilimia yani 100, si... ya yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau una maoni gani, weka maoni yako pia katika comment section hapo chini, utakuwa tukisoma na kureplay kila comment na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.